kuhusu kile ambacho kinaendelea kusemekana huko maeneo ya Mwenga. Tutakujuza kabisa namna gani wakaji wa Mwenga wanavyoishi kwa sasa, hali inaendelea namna gani, na nafasi ambapo M23 wanayomiliki na kujua namna gani raia wa hapo Mwenga wanavyoishi. Kwa leo tumepata nafasi kabisa ya kuweza kuzungumza moja kwa moja na Bwana Mwanda Jean Pierre. Huyu ni kiongozi wa shirika la kiraia Sosiko RDC TV. Kwa wa kwanza kabisa kuweza kupata habari hizo, nikutakie usikilivu mwema mwanzo hadi mwisho. Kujiunga nasi Bwana Mwanda, karibu moja kumoja, kwa moja, unaweza ukajitambulisha na kutuambia kile ambacho kinaendelea huko Mwenga, karibu. Ndio, mimi ni Jean Pierre Mwanda, niko kiongozi wa Societe Civile Mene, entre de semaine kulikuwa tiraima entre de groupe ya Wazalendo grupe Malaika ndiyo, na grupe ya Nyakiliba papeko nzile grupe mbili ziliwai kupigana Mwenga centre chef lié hef territoire ya teritoire okay, muvile ya Kamituga kuko tu probleme ya insecurite kuingiliana na manyumba.

na mwingine mzee umoya anaye anaitwa kujina ya mambo lui, alifariki siku ya sita usiku kukuchea siku ya Mungu Nde. Nde. Alo, sasa, ile bako banani bako nabaingilia, ni batu anajulikana wala ni batu yenye bajulikani b bon, ni batu batena nsi darme wewe onaweza okay, okay, kutusite pour le moment uh, zone ya Mwenga, wapi kwenye guvernema iko na wazalendo na wapi kwenye M23 uh, wanapatikana Teritoria ya Mwenga iko kontrole eh, na, okay. Na guvernema mu eh, cheferi tatu na sektere ya Itombwe, donk tunaweza cite cheferi ya Lwindi, cheferi ya Basile, cheferi eh, ya Wamuzimu kotesi nasekter ya Itombwe njo bureme ontrole okay. alor e, sheferi ya Luinja na gurini njo ikwako, uh, batu ya afcm3 vil yakamituga na gouvernema congolais. Alor wako natuambia kama M23 iko na force yanga ligisi ya kupasola na kuendelea na kuendela nanafasi ingieea Nstan batae ya mingi iko muteritware parti ya teritware ya Shabunda limite na teritware ya Mwenga na Walungu, njo kwenye mabataye zipo, na kufatana na gisi watu wana bataalamu wanayua carte ya Mwenga banayua kama, eh, si zile batalee mavilage zinzakuwa tombe inaweza kuwa ku riske ya

Kunakuwa kwanza, osi ya pili ni mantere ya pili, kunakuwa karansa ya certain produit zenye hazipatikane na kunaongezeka shinda kabambi ya insecurite il dekamitunge ilikuwa vile yenye ilikuwa chaleur sana, kila siku ilikuwa presque d ikifika heure yote na vinashane, kila mtu anakuwa kwa kiku nyumba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 na patru ikuwe tu ya desena la polisi parse diko lie ni datifie <trui> donbo munaona, kama ile sekurite ndeza kuwa kuwakoze na bazalendo wakati mnawaambia baache kwa wanafanya patru. Utafahamu kwamba kama kulikuwa wizi fenyii nani kulikuwa wafungwa walikuwa mapriso mbalimbali na maprizo fulani fulani ziliweza ku samani ziliweza kubomolewa, ndio, na baadhi ya wengi walikimbilia tafani Mwenga, na hasa mju wakalitunga na wakaprofite ku kuwa na maarme kwa kuevite ile kushakia grupu fulani wala fulani. Tukaona wazalendo waache kufanya patru na babakie ambil ndio inastahili, baonanaonekana mjini kwa kuevite kuwazia, labda inaweza kuwa wafulani labda wafulani, ila wakiane na FARDC na la polisi inye inaweza kuwa iko bien identifie kuyua kama hii situation bana fa v, hayo ni jeshi ya taifa na star police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 biko kamituga alecepio ya tribunal yenye elque biko bikoapsa ndio me mangine maservise zote ziko kamituga. Ndio, kwa kumaliza, labda ujumbe wako wa mwisho unaweza kutoa ni ujumbe gani? Ni kusema tu raji waendelee kukua kimya, na tufikirie kuona vitu vyenye vivyo vinapita ngambo ya erwa ma negociation parce que ile itatusaidia kwa kuendelea kupunguza umwagaji wa damu, surtout mu province ya Sud Kivu yenye iko mu situation critique ya vita. Asante, tunakushukuru muda mwingine tukikuhitaji huwa natupatia habari kuhusu eneo hilo. Naam, mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, chenye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho kabisa na ni hapa ndipo tunakomesha kabisa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluya. Amepata mengi kabisa kutoka huko Mwenga. Kwa hiyo basi, huyo kabisa ni kiongozi wa shirika la kiraya Sosiko RDC huko maeneo ya Shabu. Kabisa atakuwa anatupatia kila leo habari ya hali ya maeneo hayo, na tutakwenda kumuunganisha moja kwa moja kupitia televisheni ya La Voix d'Uvira TV. Ikiwa una maoni, pendekezo sita kabisa kuweza kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo inapita hapo chini. Moja kwa moja tutakwenda kuisoma na kujibu kiwa na oni au pendekezo. Karibu mtazamaji wetu.